Karibu tena kwenye Official kuvei pay Updates. Kama bado hujajiunga, bonyeza subscribe, like video hii, wacha maoni yako hapo chini, na usisahau kuwasha kengele ya notification ili upate habari zote mpya kuhusu mustakabali wa fedha za kidijitali. Leo tunakupelika moja kwa moja kwenye mikutano mikubwa ya IMF na Benki ya Dunia ya mwaka 2025 ambapo historia inaandikwa kwa mara ya kwanza mada kuu ya mjadala mkubwa wa kimataifa ni kuhusu stablecoins na mustakabali wa fedha wa kidijitali. Dunia inabadilika kwa kasi, fedha zinahamia kwenye blockchain. Mabenki, serikali na taasisi za kimataifa zinatafuta uwiano kati ya uvumbuzi na udhibiti. Na sasa swali kuu limebaki: je, mustakabali wa fedha kweli ni kripto? Kaa nasi hadi mwisho tuchambue kwa kina mijadala, mitazamo na maamuzi yanayounda mfumo mpya wa kifedha wa kidijitali. Habari zenu wote, mimi ni Sara Eisen, mtangazaji kutoka CNBC. Nimefurahi sana kurudi hapa katika mikutano ya IMF na Benki ya Dunia. Na nina heshima kubwa kuendesha mdahalo huu wa kipekee wa IMF, Benki ya Dunia kuhusu mustakabali wa fedha kupitia teknolojia ya crypto. Na hapa nina kitu kipya kabisa toleo la hivi karibuni la jarida la Finance and Development la mwezi Septemba lenye habari kuu kwenye jalada Stablecoins na mustakabali wa fedha. Nadhani ni ishara kubwa kwamba leo tuko hapa kwenye mdahalo mkubwa kiasi hiki na watu wengi wamejitokeza kujadili mada ya crypto. Nadhani hii ndiyo mara ya kwanza ambapo mada kama hii imepewa uzito mkubwa kiasi cha kuwa sehemu ya vichwa vikuu vya mkutano. Sasa, niruhusuni niwatambulishe ni watambulishe wajumbe wetu mashuhuri wa jukwaa hili. Omar Farouk, mkurugenzi mwenza wa idara ya malipo ya kimataifa katika JP Morgan. Gentia, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya fedha ya Singapore. Cristalina Georgieva, mkurugenzi mkuu wa IMF. Jeremy Allaire, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa Circle, na AJ Banga, raisi wa Benki ya Dunia, World Bank. Asanteni sana nyote kwa kufika. Ni jambo la kipekee kuwa na nyinyi wote hapa, kwa sababu kila mmoja anatoka katika upande tofauti. Tuna wawakilishi wa stable coins, benki za jadi, mabenki ya kati, IMF na benki ya Dunia. Hii itatupa nafasi nzuri sana kujadili mustakabali wa fedha kripto, kanuni za udhibiti, fursa na hatari zake. Kwa hivyo, Bi Georgieva, kama mkurugenzi mkuu wa IMF, je, mustakabali wa fedha ni kripto? Mustakabali wa fedha bila shaka ni wa kidijitali. Tunajua kwamba mifumo ya kidijitali inaendelea kukua kwa kasi kubwa sana, na historia imetuonyesha kuwa sekta ya fedha huwa ni ya kwanza kutumia teknolojia mpya. Kumbukeni mfano wa zamani, simu ya telegrafu ilipoanzishwa, ilibadilisha fedha. Baadaye mtandao wa intaneti ulipoingia, uliathiri fedha pia. Sasa tuna teknolojia mpya blockchain ambayo inaweza kuwa msingi wa mifumo ya kifedha, na nina uhakika kabisa kwamba tutaona mchango wake ukiongezeka zaidi siku zijazo. Ningependa kutoa hoja tatu kwa nini naamini teknolojia hii itakuwa na nafasi kubwa zaidi. Hoja ya kwanza, tukiangalia mifumo ya kidijitalishaji katika mali za kifedha mambo yamebadilika kwa kasi kubwa sana. Mwaka elfu mbili na nane karatasi maarufu iliyoandikwa na mwandishi asiyejulikana kuhusu Bitcoin ilichapishwa. Leo Bitcoin ndio inayoongoza miongoni mwa mali za kripto na mali zote za kripto zinawakilisha takriban asilimia saba ya mali zote nchini Marekani, sawa na dola trilioni nne, kutoka sifuri hadi trilioni nne katika kipindi kifupi. Nikikumbuka historia mwaka 2009 Bitcoin ilianza mwaka elfu mbili na kumi, elfu mbili kumi na moja bei ya Bitcoin ilikuwa senti moja tu. One cent. Nilipaswa kuzinunua senti moja ni wangapi? Kati yenu hapa wanasema laiti ningenunua bitcoin ya dola mia wakati huo. Lakini ujumbe wangu ni huu: wakati huo ilikuwa kitu kipya kabisa, watu hawakuwa na imani nacho, lakini kadri muda ulivyopita tumefika mahali ambapo mali za kidijitali zilizotokana na blockchain isiyo na mamlaka ya kati decentralized blockchain sasa zimefikia thamani ya trilioni nne za dola. Hoja ya pili, mbali na mali hizi za kidijitali zisizo na dhamana, sasa tunazo mali za kidijitali zinazoungwa mkono na dhamana, yaani stable coins na stable coins moja wapo inawakilishwa hapa kwenye jukwaa, bado zinafuata kwa mbali mali kama Bitcoin na Tether, lakini zimekuwa kwa kasi kubwa zaidi. Kwa sasa stable coins imefikia takriban dola bilioni 300. unaweza kusema trilioni 4 upande huu, bilioni tatu upande huu, lakini kasi ya ukuaji wa stable coins ni kubwa zaidi kuliko ile ya mali zisizo na dhamana. Hoja ya tatu sasa tunaona umakini mkubwa zaidi katika kudhibiti yani, kuregulate stablecoins na ulimwengu wa crypto kwa ujumla. Lazima tukubali kuwa bado tuko katika hatua za mwanzo. Kuna Genius Act hapa Marekani, wazungu wana mfumo wao wa udhibiti, na huko Singapore pia mmeweka sheria zenu. Tatizo ni kwamba mifumo hii ya udhibiti haijaunganishwa vizuri hivyo basi, kuna hatari ya mgawanyiko yani fragmentation. Lakini mwelekeo ni wazi, ulimwengu wa fedha unaelekea kuwa wa kidijitali na kutakuwa na tofauti iliyo wazi kati ya mali za kidijitali zinazoungwa mkono, stable coins, na zile zisizo na dhamana. Ndani ya kundi la stable coins, niseme tu, baadhi ya stable coins ni thabiti zaidi kuliko zingine na tumeona hili waziwazi wiki iliyopita kama jumuiya ya kimataifa tunataka kuona uthabiti, mazingira ya udhibiti yaliyo tayari kwa siku zijazo na mfumo unaowanufaisha watu, kaya, biashara na watunga maamuzi. Kwa hiyo ndiyo tunasonga mbele, lakini bado kuna kazi kubwa ya kufanya na kuna hatari kadhaa. nakumbukeni hapa IMF, kazi yetu ni kuwa makini kuhusu hatari. Basi nikamilishe kwa kusema hivi. Hatari kubwa zaidi ninayoiona ni hatari ya mgawanyiko na kuchanganya watu, yani fragmentation and confusion kwa upande wa watumiaji. Na ikiwa tutakuwa na jambo mmoja la kuzingatia zaidi ni kuhakikisha tunapunguza hatari hiyo kadri iwezekanavyo. Sawa. Basi hebu tuanze kuzungumzia haya yote. Jeremy anaongoza kampuni inayoitwa Sekol. Nilikuwa naangalia mwaka huu mmeweka bei ya awali ya hisa zenu, yani IPO kwa dola 31, na sasa mnauza asante kwa karibu sana dola 132 mkiwa na thamani ya soko inayokaribia dola milioni 33. Kazi nzuri sana naam. Kwa mtazamo wangu bado tuko katika hatua za mwanzo kabisa za maendeleo ya dhana hii. Kwa muda mrefu nimekuwa nikisisitiza wazo la kuwa na mfumo wa fedha ambao ni wa full reserve yaani fedha salama kabisa zenye hifadhi kamili. Hii ni fedha halisi kama dola, euro au yuan. Chagua sarafu yoyote, lakini iwe ni fedha iliyohifadhiwa kikamilifu ambayo inaweza kutumika moja kwa moja kwenye mtandao wa wazi, kama vile tunavyoweza kutumia protocol za internet kwa ajili ya taarifa, data na mawasiliano. Kwa maana nyingine, tunazipa dola au euro uwezo wa kiteknolojia wa internet, uwezo wa kidijitali wa kutumika kwa uhuru na kasi dunia ambayo tutakuwa na fedha salama iliyohifadhiwa kikamilifu inayoweza kusafirishwa bure kwa mwendo wa ajabu na kwa kasi isiyo na mipaka. Kisha tukaunda miundombinu ambapo si tu fedha inaweza kusafirishwa kwa urahisi kama data inavyosafirishwa, bali pia tunaweza kuanza kuandika mikataba ya kidijitali na kuendesha fedha hizo kwa njia mpya zenye nguvu. Kwa maana hiyo, intaneti yenyewe ingeweza kuboreshwa na kuwa na tabaka la kiuchumi la uratibu wa shughuli za kifedha. Kwa sasa hatujawahi kuwa na njia ya kuratibu shughuli za kiuchumi moja kwa moja kwenye internet, na hili ndilo eneo linalofunguliwa sasa. Kwa hiyo nikitazama stablecoin kwa sasa, tuna takriban dola bilioni 300 katika mzunguko duniani. Wachambuzi wakubwa wakiwemo wale wa Wizara ya Fedha ya Marekani na taasisi kubwa za utafiti wanatabiri kuwa thamani hiyo inaweza kufikia hadi dola trilioni 4 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Hiyo ina maana stablecoin zitakuwa sehemu kubwa ya fedha za kielektroniki duniani. Lakini niseme kitu muhimu, hizi stablecoin hazifanani moja kwa moja na fedha za kawaida. Fedha hizi zitakuwa aina ya fedha yenye matumizi ya juu zaidi kuwahi kuwapo. Kadri tunavyoingia katika zama za mashine, ambapo kazi, uzalishaji na huduma nyingi zinaendeshwa na mifumo ya kiotomatik, basi tutahitaji kuboresha kabisa miundombinu ya kiuchumi na kifedha ili iendane na dunia hiyo mpya. Kwa mfano, hivi sasa USDC stable coin ya Circle ina takribani dola bilioni 76, katika mzunguko. Hiyo ni ongezeko la zaidi ya asilimia 80 ukilinganisha na mwaka uliopita, na bado inakuwa kwa kasi nzuri. Lakini cha kuvutia zaidi ni kasi ya matumizi ya fedha hizo, money velocity. Mara nyingi tunaona zaidi ya dola trilioni mbili zikihamishwa kwa mwezi kwa kutumia USDC. Hivyo, ukilinganisha kiasi cha fedha kilichopo na kasi ya mzunguko wake, unapata picha kwamba hii ni fedha inayozunguka kwa mwendo wa ajabu sana. Fedha ambayo mtu yoyote duniani anaweza kujiunga nayo na kuitumia. Hilo halijawahi kutokea katika historia. Kwa hiyo naamini bado tuko kwenye hatua za mwanzo sana. Tunapaswa kufikiri katika ngazi za juu zaidi kabisa za ukuaji. Kwa mfano, pale ambapo gharama ya kuchapisha habari iliposhuka hadi sifuri, au gharama ya kuweka program mtandaoni iliposhuka hadi sifuri, au gharama ya mawasiliano ya video ilipokuwa karibu bure, matokeo yake yalikuwa ongezeko la maudhui, program na mawasiliano kwa mamilioni ya mengi zaidi. Vivyo hivyo, Naamini tutashuhudia ongezeko la mamilioni katika shughuli za kifedha duniani iwe ndani ya miaka mitano, kumi au kumi na tano ijayo. Hilo litazua changamoto mpya kabisa kuhusu namna na tunavyofikiri kuhusu udhibiti wa kifedha regulation katika dunia hiyo. Kwa hiyo bado ni mapema sana. Hii ni kama ilivyokuwa intaneti mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili, kulikuwa na fursa kubwa sana lakini bado mambo hayakuwa yamekamilika wala kufikia kiwango cha juu. Na jambo zuri ni kwamba sasa tunafanya kazi kwa pamoja. Sisi sote tunaofikiria mustakabali wa fedha hizi za kidijitali kutatua changamoto hizo na kubuni suluhisho za vizazi vijavyo. Na maanisha, nafikiri ukweli kwamba wewe AJ Banga umekaa hapa katikati ya rais wa Benki ya Dunia na yule wa shirika la fedha duniani IMF unatuonyesha jambo fulani kuhusu nafasi ya teknolojia hii katika mustakabali wa mfumo wa kifedha duniani. Hivyo basi AJ Unaonaje fursa zilizopo hapa kuhusu malipo ya kidijitali, stablecoin, bitcoin au aina nyingine za sarafu za kidijitali? Najua wewe unalenga zaidi katika nchi zinazoendelea. Nimekuwa nikishirikiana na huyu bwana Jeremy Alea wa Sako kwa muda mrefu sana na nilimjua hata kabla ya kazi yangu ya sasa, wakati nikiwa Mastercard. Tulikuwa tunakutana mara kwa mara tukijadili kwa kina kwa sababu alikuwa mmoja wa wale wachache waliokuwa wanaelewa kwamba teknolojia hii na wazo hili linaweza kuwa njia mpya ya baadaye hasa katika kubadilisha namna intaneti inavyotumika ili iwe rafiki zaidi kwa matumizi kama haya ya kifedha. Yeye, Jeremy, alikuwa tayari kufanya yote haya kwa kuzingatia kanuni na taratibu za udhibiti tangu siku ya kwanza, jambo ambalo ni sifa ya kipekee kwake na kampuni yake ya Sako. Hiyo ndio sababu ninashukuru kwamba yuko kwenye jukwaa hili leo. Kwa nini basi hukuinunua kampuni yake? <laughs> Kwa nini sikuinunua kampuni yake? Kwa sababu hakutaka kuiuza na kwa sababu ni mjanja sana. Alijua kabisa kwamba angepata fedha nyingi zaidi kama angeendelea kujenga kampuni yake mwenyewe badala ya kuiuza mapema. Ndio maana nilikuwa nikimpigia makofi wakati wa mkutano wangu wa mwisho wa bodi nikiwa mkurugenzi mkuu wa Mastercard. Yeye ndiye alikuwa mgeni rasmi wa kutoa hotuba. Nilimwambia bodi, huyu mtu, msikilize vizuri, huu mwanzo tu, kuna mengi zaidi yanakuja. Hivyo ndivyo nilivyomtambulisha. Kwa hiyo naelewa vizuri anachojaribu kufanya. Hebu nirudi kwenye swali lako. Kwa sasa, bado ni hatua za awali sana, lakini fikiria nguvu ya kile alichokisema kuhusu kuunganisha mikataba na malipo kwa biashara ndogondogo. Ukienda kuzungumza na JP Morgan, watakwambia kwamba kila mwisho wa mwezi kwenye mfumo wao wa usimamizi wa fedha, cash management platform, wanakutana na matatizo mengi ya kutolingana kwa taarifa kati ya ankara wanazopokea na malipo halisi yanayofanyika. Kusuluhisha tofauti hizo ni kazi ngumu sana kila mwezi. Lakini teknolojia kama hii ya blockchain au stablecoin inafanya mchakato huo kuwa rahisi zaidi kwa sababu data inapita kwa uwazi na haraka zaidi. Kutoka katika mtazamo wangu, sehemu kuu ambayo stablecoins zitakuwa na manufaa ya kweli kwa sasa ni katika uhamisho wa fedha kutoka nchi moja kwenda nyingine, cross border payments. Kwa malipo ya ndani ya nchi bado si sana. Nasema kwa sasa kwa makusudi, kwa sababu hiyo inaweza kubadilika hivi karibuni, lakini upande wa kimataifa stablecoin ni ya kuvutia sana. Mimi mwenyewe ninapenda zaidi kujikita kwenye ujumuishaji wa kifedha yaani, kuhakikisha watu wote hasa katika nchi zinazoendelea wanapata huduma za kifedha. Sasa, ujumuishaji wa kifedha sio tu kupokea pesa zako za kutumwa remittance au malipo ya kazi yako haraka kwa, kwa bei nafuu. Hilo ni jambo muhimu sana, lakini kilicho muhimu zaidi ni kile unachoweza kufanya baada ya hapo unapokuwa na historia ya miamala yako, rekodi zako za mapato na matumizi, hapo ndipo unapoweza kujenga historia ya mikopo credit history, na hata historia ya bima insurance history. Hizo ndizo ngazi za kweli za ujumuishaji wa kifedha. Lakini ili hayo yawezekane, bado unahitaji njia ya kuingia on-ramp, na kutoka off-ramp, katika mfumo wa benki kwa sababu ndiko kunakotengenezwa rekodi rasmi za kifedha. Stablecoin inaweza kuwa kama daraja muhimu la kuwezesha mchakato huo kufanyika vizuri zaidi na kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo katika mtazamo wangu, kile ambacho Jeremy na watu wengine kama yeye wanakifanya ni kuweka msingi wa teknolojia hii chini ya mazingira ya kanuni sahihi regulations, na kama Christina, labda ni Lagarde wa IMF, alivyoeleza, bado kuna mapengo kwenye kanuni hizo, lakini ni mwanzo mzuri, tayari zipo na zinaanza kukua. mara tu taratibu hizo zitakapokaa sawa, ndipo tutaweza kuanza kutumia majukwaa haya kuwezesha uhamisho wa pesa haraka, salama na kwa gharama ndogo, na baadaye kujenge juu yake mfumo kamili wa ujumuishaji wa kifedha wenye historia za mikopo, historia za bima na fursa za maendeleo. Na ninaamini hayo yote yanaweza kuanza kutokea muda si mrefu sana kutoka sasa. Ravi, ningependa kujua umegundua nini, kwa sababu wewe ulikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kutekeleza mfumo wa udhibiti wa sarafu za kidijitali na kripto huko Singapore. Basi umejifunza nini kuhusu kinachofanya kazi vizuri na ni wapi fursa zimeonekana? Tumekuwa na ushirikiano wa muda mrefu na baadhi ya washiriki walioko kwenye jukwaa hili. Kwa mfano, nimekuwa na uhusiano wa karibu na Umar na timu yake. Tulianza kushirikiana tangu mwanzo kabisa walipoanzisha kitengo cha mali za kidijitali ndani ya JP Morgan. Vile vile, mimi na Jeremy tumekuwa tukizungumza kwa muda mrefu kuhusu maendeleo haya katika eneo hili. Tumeona ongezeko kubwa la hamasa na maslahi, hasa upande wa biashara za taasisi, wholesale business. Mwanzoni kabisa swali lilikuwa je, kuna haja ya kuwa na fedha za kidijitali au CBDC Central Bank Digital Currency kwa matumizi ya watu wa kawaida? Msimamo wetu na imani yetu tangu mwanzo ni kwamba hapana, si sana. Kama alivyoeleza Christina, siku zijazo ni za kidijitali, lakini distributed ledger technology siyo njia pekee ya kufanya mambo kuwa ya kidijitali. Kwa upande wa matumizi ya wananchi, retail, tumeona maendeleo makubwa kupitia huduma za benki za kibiashara na mifumo ya e-wallets ambazo zimekuwa za ufanisi mkubwa na gharama nafuu. Aidha, tumeanzisha mifumo ya malipo ya haraka, fast payment systems, na hata kuunganisha mifumo hiyo kati ya nchi mbalimbali ili kuwezesha malipo ya haraka bila gharama kubwa. Sasa upande wenye fursa kubwa zaidi ni katika wholesale sector. Hapa ndipo tumepokea mrejesho wa kwamba kuna ahadi kubwa na mvuto mkubwa katika kuweka fedha za mataifa mbalimbali kwenye mtandao wa blockchain pamoja na aina tofauti za mali zilizogeuzwa kuwa tokeni au tokenized assets. Kupitia njia hii, mali hizo zinaweza kufanyiwa miamala na kulipwa papo kwa papo kwa uwazi zaidi. Kwa kweli matumizi ya awali zaidi yaliyopata mafanikio makubwa yamekuwa katika usimamizi wa fedha za taasisi au cash management, hasa usimamizi wa fedha za mataifa mengi, multi currency cash management. Tumeona makampuni makubwa na taasisi za kifedha zikiwa na hamu kubwa ya kuingia kwenye huduma hii. Kwa hakika, kutokana na majaribio yetu ya awali katika eneo hili, kampuni ya ubia, joint venture ilianzishwa hapa Singapore ikijumuisha taasisi kadhaa muhimu kutoka sekta ya fedha za kawaida. Kampuni hiyo sasa inatoa huduma ya jukwaa la malipo ya mataifa mbalimbali mbali, multi currency settlement platform. Si tu kwa malipo ya mipakani, cross border payments, bali pia kwa malipo ya dhamana, securities zilizowekwa tokeni, tokenized securities na mali nyinginezo. Kwa hivyo, kwa ujumla tunaona matumaini makubwa na mustakabali mzuri katika sekta ya taasisi wholesale space.